Jeriko so nasoni simkoni. Kwanza kabisa nina kila sababu ya kushukuru serikali, maana leo kila anayepita mahali hapa anaona kweli iendwe leo imeitwa na imebarikiwa Mao, yani mawasiliano ni magumu mno. Unaposema magumu, nafikiri hata nyinyi mmefika simu zenu hazina kazi, nafikiri nyinyi wenyewe ni mashahidi. kwa hiyo sisi tunashukuru kwa kuwa mmetukumbuka kwa hali hiyo, na Mungu awatangulie na wabariki kweli, mtende kilio chetu kifutike cha mtandao. Nafikiri mimi hapa nina mitandao yote, kilicho nifanya niwe na mitandao yote ni kwamba kila nikijaribisha Voda nakuta imefeli, naenda Halotel nakuta imefeli, Yasi nakuta imefeli, na kwa hiyo nimekuwa mwisho malaya wa mitandao kwa sababu hakuna mtandao ambao unanikiziji Nashukuru wote mliofika hapa, kili cha iendi. Hofu yangu na ombi langu ni kuhusu mtandao. Kwa kweli mtandao unasumbua iendi hapa, saizi nimesimama hapa hamna mtandao, unatafuta muda wote mtandao hamna. Mimi mjasiamali mdogo mdogo, sina biashara kubwa, lakini natumia simu kufatana na ile biashara ninayofanyia. Kwa hiyo naomba mitandao yote, mliofika hapa na viongozi wangu na mwenyekiti wangu hapa, namshukuru sana o alilolituma asanteni. Kwa kunipa hey, nafasi hii. Kwa majina naitwa <laughs> Aleksi Gideoni Mwaibambe, ni mkazi wa Iendwe yapo, mzawa Mbozi. Nimekuja huku kwa njia ya utafutaji wa maisha, ili lengo niweze kupata riziki itakayoniwezesha kuendesha familia yangu na pia hata kusaidia wazazi wangu. Naitwa Ezraeli David Simkonda. Nimefurahi sana kupokea makampuni mbalimbali ya mitandao ya jamii katika kata yangu ya Kapele kicha iendwe kuna tatizo moja la mitandao. Yani mitandao haipatikani huku kwetu, ili ongee na ndugu na jamaa hako uanze kupanda kwenye muti, ndipo unapopata mtandao wa kuongea na ndugu yako. Una mgonjwa naumwe huko maututi, kumpigie ndugu yako kutumie pesa kwaje kumtibu mgonjwa huyo, uanza kupanda kwenye miembe. Kama miembe hii tumepanda, babu zetu walipanda ilikuwa ndio misaada yetu kupanda kwenye mti mwembe ili upate mtandao kumpigia ndugu yako. Tutakutumia kutembelea vijiji zaidi ya vinne, na kiukweli baadhi ya maeneo ambapo tumepita kuna changamoto za mawasiliano. Sisi wenyewe kama tulivyokuwepo pale tumeshuhudia hilo na ni, ni jukumu sasa letu sisi kama serikali kupitia wizara hii yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari kuhakikisha kwamba maeneo hayo ambayo tumepita na kuna changamoto hizo za mawasiliano tunaweza kuzitatua haraka hivi kinavyo, kwa sababu tulichojionea kwamba maeneo hayo wananchi kweli wanajituma kiuchumi, na kuna shughuli nyingi za kiuchumi ambapo zinahitaji zinahitaji mawasiliano. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama, kama, kama, kama, kama wizara na, na pamoja na mimi pia tumefuatana na watu wa huduma wengi ambao wa, wa, wa mitandao mbalimbali, na wao wamejionea wenyewe. Kwa hiyo tunatarajia ambapo tutaporudi ofisini